Hello, watazamaji wa channel yetu pendwa, leo moja kwa moja tunaenda ku discuss faida kumi za kula bamia. Bamia ni mboga maarufu sana Tanzania na Afrika kiujumla, na inatumia katika ku, kunogesha vyakula mbalimbali, lakini pia inaweza kupikwa peke yake na kuliwa na vitu kama ugali, wali na kadhalika. Leo tunaenda kuangalia faida kumi za kiafya za kula bamia. Faida ya kwanza ya kula bamia ni kwamba bamia husaidia mmeng'enyo wa chakula. Bamia ina kiasi kikubwa cha nyuzi au kwa jina lingine fiber, ambazo husaidia kuweka mfumo wa mmeng'enyo wa chakula sawa na kuzuia choo kigumu. Kwa hiyo kama unataka mmeng'enyo wako wa chakula uende vizuri na kama una shida ya kupata kukosa choo, yani constipation, basi unashauriwa kutumia bamia katika mlo wako. Faida ya pili ya kutumia bamia katika mlo wako ni kwamba bamia hushusha sukari kwenye damu. Bamia inaweza kusaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, hivyo inafaa kwa watu wenye kisukari au walio hatarini kupata kisukari. Kwa hiyo kama una kisukari, basi unashauriwa moja ya mlo wako mpendwa uwe ni bamia, chukua hiyo. Faida ya tatu ya bamia ni kwamba bamia inalinda afya ya moyo. Bamia inalinda afya ya moyo kwa namna gani? Bamia inalinda afya ya moyo kwa sababu ina fiber na antioxidant eh, ambazo hupunguza cholesterol mbaya, kwa jina lingine uh, LDL na kuboresha afya ya moyo. Kwa hiyo kama unataka kuboresha afya yako ya moyo, moyo wako uwe na nguvu, basi moja ya chakula unachotakiwa kuweka kwenye mlo wako ni bamia. Faida ya nne ya kutumia bamia katika mlo wako ni kwamba bamia ina virutubisho vyenye asili ya kupunguza uvimbe, yani kwa kiingereza inaitwa anti-inflammatory, vinavyosaidia kupunguza maumivu ya viungo vya mwili kwa ujumla. Kwa hiyo eh, bamia inaweza kusaidia kuondoa uvimbe au maumivu katika mwili. Kwa kama una maumivu, maumivu katika viungo basi au joint nini, basi unaweza ukatumia bamia kuondoa maumivu hayo. Faida ya tano ni ya bamia ni kwamba bamia inaweza kusaidia kuimarisha kinga ya mwili kwa nini? Hii ni kwa sababu bamia ina vitamini C ya kutosha na antioxidants, e, ambazo huongeza kinga ya mwili dhidi ya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kama unataka kuimarisha kinga yako ya mwili, basi moja ya chakula unachotaka ukiwa kutumia kwa wingi basi ni bamia. Faida ya sita ya bamia ambayo tunaweza kujadili leo ni kwamba bamia inaweza kukusaidia katika harakati zako za kupunguza uzito. Hii e, ni kwa sababu e, bamia ina calories kidogo na fiber kwa wingi, hivyo bamia inakufanya ujisikia kushiba muda mwingi na hivyo e, kudhibiti au kuwezesha kupunguza uzito. Kwa hiyo wale wanaotaka kuwa mamodo basi wanaweza wakatumia bamia. E, kama moja ya chakula kitakachowasaidia katika safari yao ya kupunguza uzito. Faida ya saba ya bamia ni kwamba bamia huimarisha afya ya ngozi na nywele. Vitamini C na E katika bamia husaidia ngozi kuwa laini na nywele kuwa imara. Kwa hiyo kama una mtu wa urembo urembo, unataka kuwa na ngozi nyororo na nywele imara, basi bamia ni chakula ambacho unatakiwa kukiweka katika mlo wako wa kila siku. Faida ya nane ya bamia ni kwamba bamia husaidia afya ya macho. Kwa nini inasaidia afya ya macho? Kwa sababu bamia ina vitamin A na, be, na na kitu kinachoitwa kinachoitwa beta carotene vilivyomo kwenye bamia ambavyo ni muhimu kwa afya ya macho na huzuia matatizo ya kuona. Kwa hiyo kama una e, unataka kuimarisha afya yako ya macho au kama unataka kuboresha afya yako ya macho basi unatakiwa hutumia bamia kwa sababu ina vitamin A za kutosha na vitu vinavyoitwa beta carotene ambavyo ni muhimu katika kuimarisha afya ya macho. Faida ya tisa ya bamia ni kwamba bamia inasaidia katika afya ya mifupa. Kwa nini? Kwa sababu bamia ina vitamin K ambayo ni muhimu kwa imara ya mifupa na huzuia magonjwa kama osteoporosis. Faida ya kumi na ya mwisho ambayo tutajadili leo kuhusiana na bamia ni kwamba bamia huweza kusaidia kuzuia saratani. Inaweza kusaidia kuzuia saratani. Kwa nini? Kwa sababu kuna antioxidant za kutosha katika bamia na, na pia bamia na virutubisho kama folate e, vitu ambavyo vinaweza kusababisha e, kupambana na seli hatari na kupunguza hatari ya baadhi ya baadhi ya nini ya saratani. Kwa hiyo kama unataka kupunguza uwezekano wa kupata saratani, basi unaweza ukatumia bamia kama sehemu ya mlo wako. Kwa hiyo leo tumejadili faida kumi za kiafya za kutumia bamia. Naamini utapata kujua kwa nini ule bamia na ujue kwa nini bamia sio chakula cha kimaskini bali ni chakula ambacho kina faida kubwa kiafya ambazo zinaweza kusaidia afya yako kuwa imara na kuimarika siku hadi siku. Usisahau kusubscribe na comment. Mpaka wakati mwingine, bye bye.